Yani kwanza tunamshukuru Mungu aliye mtoa Tuliya kutupa wana, watu wa watu wa gombe, tunasema asante. Yani hatuna zaidi ya kitu kingine zaidi ya kumshukuru. Tunatamani yani aendelee ya na miaka mingine na mingine. Yani mambo aliyo yatenda tunashindwa hata kueleza. Mungu mwenyewe ndiyo atakaye eleza juu yetu. Tunamuombea hata kwa Mungu aishi maisha marefu, maana hana ubaguzi, kila mtu anampenda hata wa hali za chini anawapenda kwanza yani, ha, yani hata kikutana naye njiani yani hana hata kinyaa, hata kutusalimia wachafu, wanatusalimia ndio kitu tunachomshukuru sana Tulia. Tena Mungu aendelee kumpa maisha marefu. Nampenda sana Tulia kwa uwepo wake, kwa sababu anatuwezesha wanawake wajasiriamali wadogo wadogo pamoja na miradi midogo midogo, anatusaidia kiuchumi pamoja na kutuletea maendeleo nampenda sana nampa miaka mitano tena ili tuzidi kufurahi pamoja na yeye.